Uh, for the past two or three years Julio, Hemedi Hemedi Morocco wamekuwepo kwenye bench, uh, Juma Mgunda wamekuwepo kwenye bench na kitu kimoja ambacho wanatakiwa wao wa appreciate ni kwamba wametufikisha hapa tulipo, na sisi tuna kubaliana na yote haya waliotufanyia ni mazuri. 2023 <laughs> tumeshiriki Afcon, uh, tumefuzu 2025 2027 kwa bahati nzuri sisi ni wenyeji. Kwa hiyo tayari tumeshafuzu. Kwa hiyo tuna Afcon tatu ndani ya miaka mitatu au yani ndani ya vipindi vitatu. Yeah, tuna 23, tuna 25 hii tunaenda Morocco. Mungu ametubariki na efforts za makocha pia zilikuwepo. Mm. Tuna 2027. So uh, Julio kusema hayo aliyoyasema yes, sio sahihi. Uh, pamoja na kwamba naheshimu maoni yake naheshimu experience na exposure yake kwenye soka, lakini sio sahihi. Mara zote makocha wanaondolewa, wanakuja wengine, wanaendelea pale ambapo wao waliishia. Uh, Unai Emery nakumbuka, Unai alivyoondoka Arsenal, alivyokuja Ateta ni kama Ateta kikombe pekee Ateta alichochukua akiwa na Arsenal alikuwa na kikosi cha Unai, mm. Mm. Jose Jose alivyoondolewa alivyoondolewa... Spurs, kocha alofuata nadhani alifika fainali mm. na kikosi cha Jose. Ameondoka Jurgen Klopp <laughs> <Unslot. laughs> <laughs> <laughs> Slot kachukua kikombe, mpaka sasa hivi tunaisifia Liverpool kwamba Liverpool amechukua kikombe cha Premier League msimu uliopita uh -huh. na kikosi cha Jurgen Klopp Anavyosema kwamba kuna watu walijenga, yes. Yani kwenye nukuu yake anasema na paraphrase ni kwamba kuna watu wamejenga, alafu wao wakaondolewa, analetwa mtu mwingine ili apate credit na kitu alichojenga. Wengine sijui <laughs> ni namna gani ambayo Julio ana operate, hmm. lakini makocha wote duniani yeah. Wanakuta vikosi vya watu, wanaongeza kidogo, wanapunguza kidogo, unapata matokeo game time. Tuonavyo sisi.